Na mpenzi mtazamaji wa Main FM, kama unavyoona, hii ndio hali ambayo inaendelea hapa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. E, baadhi ya mashabiki bado wapo, ni sitofahamu ambayo inaendelea. E, mashabiki wa Young Africans pamoja na Simba Sports Club bado wako nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, yote mara baada ya e, kutoka e, kwa taarifa kutoka Boja Ligi e, kwamba mchezo kuahirishwa e, mpaka kupangiwa siku maalum e, kutokana na ile sitofahamu ambayo iliweza kutokea hapa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa baadhi ya, ya wachezaji wa Simba na timu ya Simba Sports Club kuweza kuzuiwa kuingia ndani. Sitofahamu hii ndio imeweza kusababisha eh, taharuki ya baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu hapa nchini Tanzania kuweza kuwepo eh, kwa hapa nje. Eh, Main Digital na Main FM iko hapa kwa ajili ya kuweza kuripoti yale matukio yote ambayo yanaendelea hapa katika uh, nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa ya Young Africans wao bado wamesema wanaleta timu uwanjani. Eh, sisi kama Main FM na Main Digital tutakuwepo hapa kuweza kushuhudia Young Africans, je, yeah, wao eh, wataingiza timu uwanjani. Mimi naitwa Aliupuju eh, kutokea Main Digital na Main FM.